Leo tunapenda kuonyesha vijana ambao tulifanikiwa kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa na kubahatika kupata elimu ya ufugaji nyuki ndani ya Msange JKT. Leo tunapenda kwenda kuonyesha moja kwa moja namna tunavyofanya urinaji wa asali ndani ya kikosi chetu. Mbele yetu hapa tunamwona ni kijana ambaye ameshavaa mavazi, yupo tayari kwa ajili ya zoezi la uvunaji. Kijana huyu kwenye zoezi lake la uvunaji anaongozana na vifaa vifuatavyo. Kifaa cha kwanza ataongozana nacho patasi, ambayo ni hii hapa, na kifaa cha pili anachoenda kuongozana nacho kwenye zoezi lake la uvunaji atatumia bismoka, ambayo ni hii hapa. Vifaa hivi vitakwenda kumsaidia yeye kwenye uvunaji, urinaji wake wa asali, na mavazi haya ni kwa ajili ya asishambuliwe na nyuki anapokwenda kufanya urinaji wa asali. Baada ya hapo sisi hapa Msange JKT tunatumia mizinga ya kisasa ambayo tunasema ni mizinga ya kibiashara commercial hive. mizinga hii huwa inatusaidia sana sisi kupata asali kwa haraka na kuweza kuturahisishia uvunaji wake. Mizinga ile tunapoitumia, ukisha, kijana huyu akitoka kufanya uvunaji kule, ataubeba mzinga ukiwa na masega yake, akishauleta tautoa sehemu yake ya alipokuwa ameuchukua atauleta moja kwa moja kwenye chumba chake cha processing room kwenye mashine hii hapa mbele yetu ambayo inaitwa tanjesho mashine. Tanjesho hii mashine ina partition nne. Partition hizi ni kwa ajili ya kupanga yale masega humu ndani kwa ajili ya zoezi la ukamuaji. Lakini kabla hajafanya ukamuaji wa sega hilo, atatumia kifaa kinachoitwa handicapping fork. Kifaa hiki ni kwa ajili ya kuzibua zile cells za sega ambazo ziko sealed na, na kuweka huku kwa ajili ya kuchakata asali yake ili iweze kutoka. Baada ya kufanya hivyo, kijana huyo akishazungusha hii mashine, akishapanga yale masega, atazungusha mashine hii kama tunavyoona. Wakati anazungusha hii mashine, ina maana asali itakuwa inatiririka huku chini. Sasa asali kipindi natiririka huku chini, akimaliza hapo, anakuja kujiridhisha masega yote hayana nini asali, anakuja hapa kwenye mashine hii ambayo ni hanikoki, atatoa hapa, atafungua Atakuwa ameshaandaa chombo chake ambacho ni kisafi. Baada ya hapo, atamimina asali yake na asali itatokea kwenye hii koki hapo chini. Baada ya kupitisha asali yetu kwenye uchujaji huu, sio kwamba ndo tumefika mwisho, tunakuja kupitisha kwenye chujio ya mwisho hii hapa kwa ajili ya last filtration ya asali yetu, ili tuondoke tu na particles zozote ndani ya asali. Baada ya kufanya hivyo, tuna kifaa hiki hapa ambacho kinaitwa honey refractometer. Kifaa hichi kinatusaidia sisi kupima ubora wa asali yetu. Kwa hiyo baada ya kumaliza uchujaji wote, hatua zote za uchujaji, asali iko clear, tunakuja tunachukua sampo ya asali tunatia hapa kwenye hii alama ya bluu kwenye hani reflectometer, tunaipima asali ipo kwenye ubora unaotakiwa, tumejiridhisha. Baada ya hapo, ndo tunakuja kuipaki kwenye vifungashio hivi mnavyoviona hapa mbele.